Ninayekukaribisha katika makala hii ni stesela Joni. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia, je, ipi ni siku sahihi ya ibada? Je, ni Jumapili, Jumamosi au Ijumaa? Katika ulimwengu wa leo kumekuwa na mkanganyiko mkubwa kuhusu ipi hasa siku sahihi ya ibada. Wapo wanaoabudu Jumamosi, wapo waliozoea Jumapili na wapo wanaoabudu Ijumaa. Swali so, kubwa la msingi si watu wanafanya nini, bali biblia inasema nini. Hapa tunafungua maandiko na historia kwa uwazi, kwa ukali wa ukweli, bila kuficha kupaka rangi wala kupaka sukari maneno. Biblia inaanza kwa kuonyesha kuwa Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka siku ya ibada. Mwanzo mbili, mbili tatu inasema kwamba Mungu alipomaliza kazi za uumbaji akabariki na kuitakasa siku ya saba. Hii ndiyo siku ya kwanza kuwekwa wakfu siku ambayo Mungu aliweka katika, kabla hata ya kuwepo kwa Myahudi, Muislamu, Mkristo au taifa lolote. Hakuna andiko popote linasema Mungu aliwahi kubadilisha siku hii. Kwa hiyo, sabato ni mpango wa Mungu tangu Eden. Amri ya sabato imeandikwa kwa uwazi katika mawe ndani ya Amri Kumi, Kutoka 28 hadi 11, inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku ya sabato ni sabato ya Bwana Mungu wako Mungu aliandika kwa kidole chake ili kuonesha kuwa hii halibadiliki. Hakutoa pendekezo, bali amri. Hakusema ikumbuke siku yoyote unayopenda, bali alitaja kwa jina siku ya saba. Nacho ni kitu cha ajabu kuona leo watu wanapiga kelele Mungu mwenyewe alichokifanya na kukiandika kwa mikono yake. Yesu Kristo, mfano wa utii, hakuwahi kushika ibada ya Jumapili. Biblia katika kitabu cha Lukas 4:16 inasema Yesu aliingia sinagogi siku ya Sabato kama kawaida yake. Hakuwa na desturi ya kubadili siku, alimtii Baba yake kikamilifu. Ikiwa Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato hakuibadili, ni ujasiri wa aina gani mwanadamu anadiriki kuitupa pembeni? Mitume nao waliendeleza desturi ya Bwana wao. Tunasoma katika kitabu cha Matendo 13:14-42 na Matendo 17:2 vinaonesha Paulo na wenzake wakiabudu siku ya Sabato baada ya Yesu kupaa, wakihubiri kwa Wayahudi na kwa mataifa bila kubadili siku. Sasa swali linalofuata ni hili: kama Biblia haijabadilisha Sabato kuwa Jumapili, basi nani alibadilisha? Huu si ubishi, huu ni ukweli wa kihistoria. Hakuna maandiko yanayosema mitume walihamisha ibada kwenda Jumapili. Badiliko lilianza karne nyingi baadaye kupitia mfumo wa kanisa la Roma. Mnamo mwaka 321 BK Mfalme Konstantini wa Roma alitoa tamko la kisiasa kufanya Jumapili kuwa siku ya mapumziko kwa ajili ya umoja wa dola. Baadaye kanisa Katoliki lilikiri wazi kuwa ni wao, sio Biblia, waliobadilisha siku ya ibada kutoka Sabato kwenda Jumapili. Hii inapatikana katika maandiko yao ya kihistoria, si maneno ya porojo. Hivyo Jumapili inabaki kuwa mira ya kanisa, siyo amri ya Mungu. Hebu tuangalie wanaoabudu Ijumaa. Waislamu wamechagua Ijumaa kuwa siku ya ibada kulingana na desturi ya dini yao. Hata hivyo, Ijumaa si amri ya Biblia, haina misingi katika maandiko ya Torati wala Injili. Ni utamaduni wa kidini uliosimama nje ya agizo la muumba linalohusu Sabato. Ni muhimu kutofautisha ibada zinazotokana na mapokeo ya wanadamu na ibada iliyotolewa na Mungu mwenyewe. Biblia inaendelea kusisitiza kuwa Sabato ni ishara ya agano la Mungu na watu wake. Ezekieli 20:12 inasema Mungu aliwapa Sabato kama ishara kati yake na watu wake ili wajue kwamba yeye ndiye Mungu wao. Hii ina maana kuwa Sabato si tu siku ya kupumzika, bali ni alama ya utambulisho kwa watu wa Mungu, ni muhuri wake. Shetani anafanya juu chini kuitengeneza Jumapili kwa mbadala wa Sabato kwa sababu anajua Sabato ni saini ya Mungu. Katika Isaya 58:13 na 14 tunasoma kwamba Sabato ikitunzwa kwa uaminifu humletea mtu baraka na kumfanya mtu amfurahie Bwana. Hili ni andiko linalothibitisha kuwa Mungu hajawahi kuondoa Sabato wala kuifanya kuwa ya muda tu, ni sehemu ya agano la milele. Kwa hiyo ukweli unabaki huu, Sabato ya siku ya saba ndiyo siku ya ibada iliyowekwa na Mungu. Yesu aliishika, mitume waliishika, Biblia haijawahi kuhalalisha Jumapili. Jumapili ni mapokeo ya kanisa la Roma, Ijumaa ni desturi ya dini nyingine. Hakuna kati ya hizo mbili inayoweza kuchukua nafasi ya agizo la Mungu ambalo halijawahi kubadilishwa. Mungu habadiliki, neno lake halibadiliki, amri zake hazibadiliki. Sabato ya siku ya saba inabaki kuwa siku sahihi ya ibada kulingana na maandiko. Ukitaka ibada inayolingana na Biblia, utalazimika kutii kile Mungu alisema, si kile wanadamu alisema baadaye. Sabato ni ya milele na ukweli huu hawezi kufichwa na mapokeo ya wanadamu. Mpendwa, sasa umesikia ukweli, sio hadithi, sio maneno ya wanadamu, bali ni sauti ya Mungu kutoka kwenye neno lake. Ukitaka kuendelea na mapokeo ya wanadamu, huo ni uamuzi wako, lakini fahamu hili: Mungu hatabadilisha amri zake ili kukufurahisha wewe. Hatabadilisha Sabato kwa sababu ya desturi ya kanisa. Ukweli hautabadilika kwa sababu watu wengi wanako sauti. Leo umeambiwa, leo umeonywa. Leo umewekwa njia mbili mbele yako, chagua utii au kaidi. Lakini kumbuka, uchaguzi ni wako, matokeo ni ya Mungu. Usitafute ukweli mwingine, hakuna Sabato ndiyo siku ya Bwana na hakuna mjadala unaoweza kuibadilisha. Chukua msimamo sasa, kwa Mungu au dhidi yake. Tuombe. E Baba wa mbinguni, Mungu uliyeweka Sabato kwa ishara ya agano lako la milele tunasimama mbele zako sasa, tukijua kuwa hatuna pa kujificha mbele ya uso wako. Tumepokea ukweli wako, hatuna udhuru. Tumekusikia wazi ukisema, hii ndiyo njia, iendeni. Bwana tusaidie, tukubali ukweli kabla ukweli haujatushtaki. Tuhurumie tusije tukawa watu wanaojua ukweli lakini wanakataa kutii. Ondoa roho ya ukaidi, maana twajua adhabu ya kukataa mwanga. Tunajua kwamba hukumu yako haichelewi na moto wako hautazimwa kwa sababu ya visingizio vya wanadamu tunakuomba ututikise mioyo mpaka tutetemeke mbele ya neno lako. Tuvunje kiburi chetu, vunja mapokeo yetu, vunja upinzani ndani yetu, usituache tuliotulia katika dhambi, bali tuamshie hofu ya Mungu ndani yetu, maana ni heri kuogopa sasa kuliko kulia baadaye. Bwana, kama kuna mtu kati yetu anastahili kutii sabato yako, mguse sasa kwa mkono wa onyo, mwite kwa nguvu, mnyoshee ukweli na usimpe pumziko mpaka upande wa Mungu. Tusaidie tusiwe watu wa maneno, bali wa utii. Sasa tunakuomba e Mungu wa kweli, tazama mioyo yetu. Kama hatutii, utuoneshe hukumu; kama tunatii, utupe uwezo, na jina lako litukuzwe. Tunafunga somo hili tukijua kuwa tumekutana na sauti yako, siyo ya mwanadamu. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Asante mtazamaji, kwa kuendelea kuambatana nasi katika chaneli yetu, tafadhali endelea kushare kwa watu wengi mbalimbali, ili nao pia waweze kupata mahubiri na mafundisho mazuri kutoka katika chaneli hii, lakini pia hadithi na simulizi mbalimbali mbali kutoka katika Biblia. Hadi wakati mwingine, mimi ni ustasela Joni.